Shukamoni, baba mama gaka na dada zangu baba na vijana wenzangu mambo vipi? asante sana. Jina langu naitwa Irene Godwin Jem, mjumbe wa kamati ya siasa wilaya ya Mpanda Chama wa CCM na wananchi wote wa kata ya uwanja wa ndege. Niko mbele yenu kukiombea kura Chama cha Mapinduzi CCM na wagombea wake watatu: rais, mbunge pamoja na diwani ndugu zangu amezungumza mwenyekiti wa mtaa. Aliyezungumza ni maendeleo. Maendeleo hayaleti na chama kingine Maende Chama cha Mapinduzi kupitia ilani yake ya uchaguzi ya mwaka 2025 ishirini, ishirini thelathini

ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, usisahau kusubscribe, kulike na kushare.